Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ndugu zangu, tuko katika siku tukufu, siku kumi, siku ambazo wengi wameghafilika nazo na wengi hawazijui na ni Waislamu lakini Allah subhanahu wa taala, kutuonesha utukufu na umuhimu wa siku hii na fadhila ambazo zinapatikana katika siku hizi, kaapa kwenye Qurani pale aliposema, walfajri walayalin ashir. Allah akaapa katika Qurani suratul Fajri akasema, anaapa kwenye alfajiri muda ule na nyakati za alfajiri Mwenyezi Mungu anaapia. Kisha Allah akaapa tena, walayalin ashir, akaapa katika masiku, ama akaapia masiku ambayo ni masiku kumi yanapatikana katika mwezi huyu wa Dhulhijja, masiku ya mwanzo yale. Mwenyezi Mungu katika sura hii ka pia mambo takriban matano au masita, kisha akasema hal fi dhalika kasamu lidhi hijri. Je, katika hii katika viapo hivi ama katika mambo hayo haikuwa ni kiapo kwa wenye akili? Ndugu zangu katika imani tuko kwenye masiku kumi haya, huyu ni muda ni umri ni wakati ambao unatupitia sisi kwenye umri wetu na ni kupungua katika umri wetu. Ndugu zangu katika imani, ikiwa haujaweza kufanya kwenda hija, basi fanya harakati na ibada katika mwezi huyu, kutoa sadaka, kuswaumu, kusoma Qur'ani sana, kufanya khairati mbalimbali mbali katika siku kumi hizi, ili upate kujichumia heri nyingi sana. Ni siku ambazo ndugu zangu katika imani

hakuna katika amali yoyote ambayo inapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salihu, matendo mema fihinna ahabu ila Allah, kama matendo hayo yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. min hadhihi al-ayamu al-ashri, kama matendo ambayo yanafanywa katika masiku haya kumi Qalu ya Rasulallah wala ljihadu fi sabilillah hata ikikuwa. Maswahaba wakamuuliza Mtume, qalu masahaba wakamuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu, hata jihadi kupigana jihadi katika njia ya Allah? Mtume akasema qala wala ljihadu fi sabilillah hata kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu ukienda vitani kule, haujamfikilia mtu mwenye kutenda amali njema katika siku kumi hizi. Kisha ndugu zangu, mtume akawaongeza akawaambia, pengine illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarjiu min dhalika shay'in, isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye na mali zake kwenda vitani, kama alikuwa na pesa basi kachukua pesa zake kanunua vipandwa kanunua mikuki kanunua mishale kaenda kwenye vita kapambana mpaka yeye mwenyewe kafa na vitu vyake havijarejea hata kitu kimoja. Mtume akasema pengine mtu huyu au mtu huyu, ndo anakuwa analingana sawa na mtu mwenye kufanya amali katika siku kumi hizi. Kwa hiyo ndugu zangu, tusizubai tusipimi hata kidogo, kupumbaa. Huna uwezo wa kuchinja, basi fanya harakati katika siku kumi hizi, soma Qur'ani kwa sana, toa sadaka. Sadaka sio mpaka utoe nyingi, hata randi kumi, hata kumnunulia mtu kikombe cha chai cha randi tano. Mwenyezi Mungu anaona kwamba wewe umetoa ndo unacho, hii inaweza kukuingiza peponi. Mwenyezi Mungu atazami kingi, anatazama ikhlas, nia ambayo umefanya matendo hayo kwayo ndio Mwenyezi Mungu anakulipa sawa sawa na nia yako. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratul baqara al amesema, alhajj ashhuru ma'lumat, hakika hija ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum. Faman farada fihinna alhajj, hakika yule ambaye amefarazishiwa kwenda, na hapa ni wale wenye kuwa na uwezo wa mali waliofaradhishia kwenda ni watu wenye kuwa na uwezo. Kwa hiyo wale ambao faradhi meshimama kwao ya kwenda haji, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil haji. Hakika watu hao Mwenyezi Mungu anawaambia la rafatha, wasisemi maneno machafu. Watu wasikai kwenda kwenye hija kule, wakakaa wanasengenya kuwateta watu kwa kufanya ma, maneno yote mabaya, Mwenyezi Mungu anasema Fala rafatha, wasisemi maneno machafu. Wala fusuqa, wasifanyi ufasiq, wasifanyi matendo machafu katika msimu wa haji. Kule kuna wanawake kule, dunia nzima wanakusanyika pale. Kwa hiyo, usiendi pale kufanya mambo yako mabaya ya kutongoza wanawake katika njia mbaya, ama kufanya mambo ya uchawi, ukate kitambaa, sijui utembelee makaburi, uchukue mchanga, machafu yoyote pale usifanyi katika msimu huyu wa haji kisha Allah akasema, wala jidala fil hajj, wala msifiki pale uwanjani mkaanza kufanya mijadala, mkaanza kufanya ubishi, habari za siasa, habari za mipira, habari za maisha hazifai kuzungumzwa pale. Pale kunafanywa ni ibada, kile kilichokupeleka pale ndio ambacho ufanye. Tunawaona watu wengine wakifika pale, mtu anajirikodi, kisha baada ya kujirikodi anasambaza kwenye magrupu. Wengine wanaenda pale kupiga mapicha, anaweka kwenye status yake ili waone kwamba kweli alikuwa pale, wakati ni ibada nzito sana. Yafaa mtu kuifanya ibada yake hii ikubalike, aiepushe na mambo ya kipuuzi na asiweki ndani ria. Ndugu zangu katika imani, Allah anasema wama tafaalu, wama tafaalu min khairin ya'lamuhu Allah watazawadu fa inna khaira zadi takwa. Allah akasema, hamtofanya kheri yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaijua heri hiyo. Kisha Allah akasema, watazawadu, chukweni zawadi. Safari hiyo ni safari ndefu sana, ni safari ya mbali. Kuna wengine wako katika miji ya mbali. Mtu asiendi tu, aandae nauli yake, aandae chakula chake, pesa ya kulala sehemu ya hoteli. Achukue zawadi ajiandae vizuri, maana ni safari ya mbali. Hajakhalifishwa mtu yeyote kwenda huko isipokuwa yule mwenye uwezo, lakini Mwenyezi Mungu akasema fa inna khaira zadi taqwa. Lakini pamoja kwamba mtajiandaa na zawadi mbalimbali, mtambue ya kwamba zawadi kubwa zawadi nzuri ni uchamungu, andai imani yako sawasawa sawa. Ni hapa duniani ndio wanaambia nirejeeni nyuma kule. Maana hii nuru sisi hatujaipata leo hapa kwenye Kiyama, tumechuma duniani matendo mema. Ndugu zangu, siku kumi hizi chuma, Allah ameweka bonus, fanya matendo mazuri. Dunia hii tunapita hapa, sio kwetu ndugu zangu. Kumbe kadidikisi unazijisha kheri mbalimbali, unasimama usiku kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, unamwambia Allah niongoze niokoe na fitna za dunia. Ya Allah unamwomba Mwenyezi Mungu maghfirah pikia fursa kama hizi unafunga siku kumi, kama unaweza kuchinja chinja, usibanii pesa, lakini kama hauwezi. Allah aakhalifisha watu, wanawaambia watu, rudieni nyuma, rudieni duniani mkaitafute nuru, ndugu zangu, katika imani, rudieni katika dunia, katika dunia faltamisuu nura, michukue nuru yenu na nyie. Kisha Allah anaendelea anasema, faduriba bainahum bisurin, kisha itapigwa kati yao ukuta mkubwa, kisha ukuta huyo utakuwa na mlango bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma. Utapigwa ukuta mkubwa, wale wako mbele na wengine wako nyuma, hapa katikati. Mwenyezi Mungu anasema, anapiga ukuta mkubwa, ukuta huyo una mlango. Ukuta huyo, mlango huyo, wale waliokuwepo mbele kule, fihi rahma, wana rehma kubwa, wanaelekea peponi kule wadhahiruhu na nyuma ya nyuma ya ukuta huku kwa ambao huku nyuma, alasema, huku kwa ambao, hawa ambao waliobaki huku nyuma dhahiruhu wadhahiruhu min qibalihi al'adhab, huku kwa hawa ambao hawakuweza kupita kwenye surati kuna adhabu ndugu zangu, katika imani. Baada ya watu kuona ukuta sasa mkubwa amesha pigwa pale, wayunadunahum alam akum maakum, alam, alam na akum maakum. Wale watu sasa wamebaki nyuma huku, wanaona watu wameshatuacha, ukuta wenyewe ni mrefu, basi wayunadunahum wayunadunahum, watanaji watapaza sauti yao sasa kuwaita wale watu kule mbele. Alam nakum maakum, hatukuwa pamoja na nyinyi duniani? Tulikuwa tunasali na nanyie, tulikuwa pamoja katika maisha ya duniani, pengine kuna siku tuliwahi kufuturu. Alam nakum maakum, hatukuwa pamoja na nyinyi? qala bala Kalu bala, watasema wale ambao wako mbele kule, tulikuwa pamoja kweli. Walakin nakum, lakini nyie mnifuata starehe za dunia. Ukiwaambia acha maovu haya, unasema shekha nitungia hutuba mimi. Ukiwaambia fanya hivi, mbona mashekhe wenyewe wanafanya haya? Mimi sitaki. Kumbe sasa, tulikuwa na nyinyi duniani, mnatutakia si mabaya. Mtu akikwambia bana, wewe ni hivi na hivi, unamtafuta na yule mtu wapi, siku gani akosee, ili na mimi nipate kumtangaza. Unamfosi mtu kufanya maasi na maovu kwa nini tu yeye kakulingania katika mema? Kisha anasema walikuwa, mlikuwa mnatufanyia nini? mnatutakia maovu? Ndio wale watu kule mbele wanawaambia wartabe tum, na nyinyi mlikuwa hamna imani. Irtiab ni mtu kuambiwa kitu lakini kitu hicho hasii na, na ile kiamini au a kam... ah, kisha nipati ni, ni haramu bangi ni haramu, pombe ni haramu. Mtu ah, si Mungu atanisamehe. Mtu anakuwa na imani, lakini imani yake sio imani nzuri, ina mashaka, anapuuzia mambo ya kheri. Ndugu zangu, katika imani tumogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wagharatkum alamaniyu, aya nasema mkapumbazwa mkaghurishwa na matumaini. Nina nyumba mbili hivi, nikipata pesa ya mwezi ama za huu mwaka mzima nijenge na nyumba ya tatu, na gari ninunue gari ya pili, na duka nifungue duka zingine. Kwa hiyo ukakaa bize na kazi, ukasahau kufanya harakati nzuri, ukasahau akhera. Kwa hiyo matumaini yale yakakuhurisha mbele ya Allah Subhanahu wa Taala, mpaka fursa kama hizi zikija, wewe hautaki kuchinja, hautaki kwenda hija, hautaki kutoa sadaka. Watu wamejitolea, we unasema wachee, watakula watu wameshanua mti wao mti wa, wa maiki. Kuna mtu hakutoa, pengine anazo, lakini akasema mimi naofea watakula ile pesa, lakini kuna wale wana akili wametoa. Huyu mti unaweza kufanya hata miaka mitano hapa, sadaka zako zinaandikiwa. Sasa watu kama wenye kupuuzia harakati kama hizi ndio wale wanaikosa nuru. Mambo kama haya unayoona ni madogo, lakini ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tumeogope Allah subhanahu wa ta'ala Hatuwezi kusema tulioandika hapa tuyazungumze yote, muda unaisha. Lakini ndugu zangu katika imani, ibada katika siku kumi hizi, waliokuwa na uwezo wao wameshakwenda hija kuchuma kule. Wale ambao wana uwezo wa kwenda hija, basi jipinde kama kabisa kwenye hela ya rent, pata zidi hela ya kuchinja. Toa pesa ukachinje, mwaga damu, utapata thawabu. sio nyama zote uweke kwenye friji, malengo sio hayo. Malengo ni kuchinja ule nyama ufurahi kisha wape tena mas na maskini. Zikibaki kiasi utaweka kwenye friji si mbaya, lakini hakikisha nyama yako wape wengine wakule kwenye nyama yako, ni swadaka kubwa, ndugu zangu katika imani. Na wale ambao hawakuweza kuchinja mpaka hivi unapiganisha, huu ni mwisho wa mwezi, ile yangu ni renti, ndio nataka kulipa, basi fanya harakati kwenye siku kumi hizi, muombe Mwenyezi Mungu. Umaskini ni mbaya. Watu wana roho mbaya kwa ajili ya umaskini. Omba Mungu niondolee ufukara, niondolee umaskini. Ya Allah niwekewe pesa katika riziki. Ndo muda huyu ambayo Allah ametoa bonasi yake, anataka watu wamuombe wa, watende matendo mazuri. Tendo lidogo litende, kupitia tendo lako lidogo lile ambalo umetenda kwa ajili ya Allah mwambie Mwenyezi Mungu nifungulie riziki na mimi ya rabbilalamina. Kwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehma na anabadilisha maisha ya watu, ndugu zangu. Acha tuache hapa kile ambacho nakusudia ndugu zangu, sisi tuna safari ndefu. Mmeona kwamba haya tunaoyafanya na mengine ni nuru siku ya Kiyama, kumbe kupita pale itakuwa si hali rahisi, na ukidondoka kule chini kuna moto wa Jahannama. Sasa mema ambayo tunaletewa, tuna kama misimo kama hii inatukuta, tuna afya, tuna nafasi. Kwa nini mtu unapuuzia kufunga? mpaka wengine wanaashu katika mwezi huyu, tumeogopea Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu. Allah ni mwingi wa kuadhibu na hatopendelea siku ya kiyama fursa kama hizi zinakuja we hautaki siku ya kiyama kaka yako hatakuonea huruma hatakuacha na hana namna hawezi kusema akupe nuru yake. Nuru ile ni ya matendo mema na kila umoja ana yake, inabidi mfutishe peponi kwa matendo yake. Atakuacha nyuma hata ukiwa mama yake na baba yake sijui na nani, mtabaki kule nyuma na mtaingia kwenye moto wa jahanama. Allah, na moto wa jahanama. inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad